Tunakwenda kuangalia nyota ambao wamepita Tanzania au wengine wapo ndani ya ligi ya Tanzania na wana medali za ubingwa wa michuano ya CAF au kombe la CAF exactly. Nyota hawa wapo kumi na moja ambao wamepita Tanzania na wana medali hizo na wengine bado wapo kama ambavyo nimeeleza. Sasa basi, nyota hawa kumi na moja ni nani na nani? na walichukua uh, mataji hayo mwaka gani na wapi? Tutaenda kuangalia na kumi na moja stars. Stars, uh, waliobeba uh, CAF mataji ya CAF, nyota kumi na moja waliobeba mataji ya CAF tunakwenda kuwaangalia hapa. Nyota wa kwanza ambaye amebeba mataji mengi zaidi ya CAF kuliko wote katika nyota ambao wamecheza Tanzania bara ni Thomas Ulimwengu. Thomas Ulimwengu nyota ambaye Tanzania aliwahi kucheza kikosi cha Moro United, baadaye uh, akaenda kucheza kikosi uh, baadaye akaenda zake nje kucheza klabu mbalimbali, na akaja kumalizia hapa kwenye kikosi cha Singida Big Stars. Sasa Thomas Ulimwengu ilikuwa wapi na mataji aliyobeba ni mangapi? Thomas Ulimwengu amebeba mataji matatu, mataji matatu ya CAF. Mataji hayo kwanza ni ligi ya mabingwa ambayo tunaita CAF CL, CAF Champions League. Ligi ya mabingwa ilikuwa mwaka elfu yes, mbili kumi na tano akiwa na kikosi cha TP Mazembe, lakini mwaka elfu mbili kumi na sita, baada ya kubeba elfu mbili kumi na tano, elfu mbili kumi na sita wakacheza fainali ya CAF Super Cup. Na lenyewe pia wakabeba ubingwa kwa hiyo alibeba uh, ubingwa wa hebu tuweke hivi CAF CL, afu na CAF Super Cup. Super Cup ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na sita alafu akaja kubeba CAF Confederation, CAF CC, Kombe la Shirikisho Afrika, ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na sita pia. Kwa hiyo uh, ushindi wa hapa ndio liwafanya wacheze Super Cup ambayo inakutanisha bingwa wa kombe la ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Sasa kombe la shirikisho bingwa alikuwa ni Etoile du Sahel, du Sahel ya Tunisia na uh, bingwa huku alikuwa ni TP Mazembe. Sasa manake ndio ubingwa huu alikuwa TP Mazembe, na hapa elfu mbili kumi na sita walipocheza kombe la CAF wakabeba ubingwa uh, fainali walicheza dhidi ya Mo Bejaya. Mo Bejaia Mo Bejaia ya Algeria. Kwa hiyo Thomas Ulimwengu, kwa nyota ambao wamepita au wapo ndani ya ligi kuu ya NBC, Thomas Ulimwengu ndio nyota mwenye mataji mengi zaidi, mataji matatu ya CAF, na yote aliyabeba akiwa na TP Mazembe. Kwa hiyo huyo ni wa kwanza. Wa pili ni Mbwana Samata, Mbwana Samata Samata ana taji moja tu la CAF na lenyewe ni la ligi ya mabingwa Afrika CAF CL, mwaka elfu mbili kumi na tano. Sasa Samata nimemweka hapa licha kwamba ana taji moja, lakini nimemweka hapa kwa heshima kubwa ya kile ambacho alikifanya. Kwanza ni nyota ambaye aliwahi kutamba na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya Tanzania, baadaye akaenda zake tupi Samazembe ya DRC. Kwa hiyo mbwana Samata alibeba mwaka 2015 ligi ya mabingwa Afrika. Sasa wakati wenzake wanakwenda kucheza Super Cup, yeye ndo alikuwa ameondoka amekwenda zake Genk ya Ubelgiji. Kwa hiyo CAF Super Cup alicheza mwaka 2015 na akafanikiwa kubeba ubingwa, na huyo ndo alifanikiwa kushinda mchezaji bora wa interclubs competitions, yaani ni mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wa ndani. Mbwana Samata alishinda hiyo tuzo na kufunga pia uh, magoli mengi zaidi katika msimu mwaka elfu mbili kumi na tano wa ligi ya mabingwa Afrika, CAF CL. kwa hiyo alikuwa topu skola, na alishinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wa ndani. Ni rekodi ya aina yake kwa nyota huyu Mbwana Ali Samata. Kwa hiyo na yeye ana taji la CAF. Yeye ana mara moja, lakini Thomas Ulimwengu ana mataji matatu. Sasa hawa ni nyota wa kimataifa wa Tanzania na tunakwenda kuangalia namba nyingine ilikuwaje? Baada ya Thomas Ulimwengu na Mbwana Ali Samata, tunakwenda kuangalia nyota wengine ni nani na nani. Nyota anayefuata nafasi ya tatu ni Lei Ngumbi Matampi Matampi. Sasa Lei Matampi ni golikipa ambaye anashikilia uh, tuzo ya golikipa bora katika ligi kuu ya NBC msimu uliopita, alishinda hiyo tuzo akiwa na kikosi cha Coastal Union. Sasa Lei Matampi mwaka elfu mbili kumi na sita. Mwaka elfu mbili kumi na sita alishinda taji la CHAN akiwa na kikosi cha DRC kilichocheza fainali pale nchini Rwanda dhidi ya Mali ya Kinajigijra. Kwa hiyo mwaka elfu mbili kumi na sita alishinda taji lake la kwanza la kaf kupitia michuano ya CHAN kwenye ngazi ya taifa, lakini mwaka elfu mbili kumi na saba aa, Lei Ngumbi Matampi akashinda ubingwa wa CAF Confederation Cup. CAF Confederation Cup akiwa na kikosi cha TP Mazembe, na mwaka huu TP Mazembe walicheza fainali dhidi ya Super Sports Super Sports United. Ndio Super Sports yakina Ronwen Williams, golikipa wa Mamelodi Sundowns. Aubrey Modiba alikuwa hapo. Kama haitoshi, Prince Dube huyu ambaye yuko Young Africans na yeye alikuwa kwenye kikosi cha Super Sports ambacho kinacheza fainali. Kwa hiyo huyu ni Ley Matampi, nyota ambaye amewaka, alitamba na kikosi cha Mangush Coastal Union. Nafasi ya nne inakwenda kwa Deo Kanda. Deo Kanda ni kiungo wa kushambulia ambaye aliwahi kutamba na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba ya Tanzania lakini kule DRC amecheza Vita Club, amecheza TP Mazembe na klabu nyingine kadha wa kadha ikiwemo uh, DC Motema Pembe. Kwa hiyo Deo Kanda alibeba ubingwa wa CAF kwenye michuano ya CAF Confederation Cup, CAF Confederation Cup mwaka elfu mbili kumi na sita akiwa na kikosi cha TP Mazembe, ndio msimu wake wa kwanza anajiunga. Huu mwaka elfu mbili kumi na sita anatokea Ajax Vita Club na kama haitoshi alibeba ubingwa wa CHAN wa mwaka elfu mbili na tisa. Ilikuwa ndo CHAN ya kwanza kabisa inayofanyika Afrika baada ya kulonji kafu mwaka elfu mbili na tisa, ilifanyika kule Ivory Coasti. DRC wakabeba ubingwa. Kwa hiyo naye ana mataji mawili ya kafu kama ilivyo kwa Lei Matampi mwenye mataji mawili ya kafu. Kwa hiyo hawa ni nyota wengine wawili ambao wanafikisha idadi ya nyota wa nne waliobeba mataji ya CAF. Tunakwenda kuangalia nyota wengine, kumbuka kwamba wapo kumi na moja. Nani anafuata? yes, nyota ambaye anafuata ambaye anashika uh, nafasi ya tano, of course hizi siyo nafasi, ila nyota watano ambaye amepita Tanzania, au yupo Tanzania na ameshinda ubingwa wa, wa CAF. Hapa anaingia Fabrice Ngoma Luamba. Fabrice Ngoma huyu bwana amecheza kwenye kikosi cha uekundu wa Msimbaza Simba ndio anacheza mpaka sasa, ni kiungo wa Simba. Sasa Fabrice Ngoma anataji moja la CAF na lenyewe ni CAF CC, CAF Confederation Cup alilolibeba mwaka elfu elfu mbili na ishirini elfu mbili ishirini na moja akiwa na kikosi cha Raja Casablanca. Ikumbukwe kwamba Fabrice Ngoma mwaka elfu mbili kumi na tisa alicheza fainali ya kombe la Shirikisho Afrika akiwa na Vita Club dhidi ya Raja Casablanca. Baada ya kiwango bora alichokionyesha, Raja wakamchukua na kwenda kwenye kikosi chao mpaka walipofika mwaka elfu mbili ishirini ishirini na moja akabeba ubingwa wa kombe la Shirikisho Afrika, fainali wakicheza dhidi ya JS Kabylie Kabli ya kule Algeria. Naam, kwa hiyo uh, Fabrice Ngoma alibeba ubingwa mmoja ama ana ubingwa mmoja wa michuano ya CAF tunakwenda kumwangalia nyota mwingine ambaye ni wasita. Huyu ni Yannick Bangala. Yannick Bangala, Bangala ni nyota ambaye Tanzania ametamba na klabu ya Young Africans na amewahi kushinda tuzo ya Most Valuable Player, mchezaji bora mwenye uh, thamani katika ligi kuu ya NBC. Amecheza Young Africans, amecheza na uh, Azam FC. Sasa Yannick Bangala alishinda ubingwa wa CHAN ubingwa wa CHAN wa mwaka elfu mbili kumi na sita ile ambayo ilifanyika Rwanda, wakimfunga Mali. Yes, Yannick Bangala alikuwepo sehemu ya kikosi kile ambacho kilicheza fainali na kubeba ubingwa, na ndio unakuwa ubingwa wa pili kwa DRC wakaweka rekodi kwa mbando timu iliyochukua mara nyingi zaidi baada ya kwanza ya mwaka elfu mbili na tisa wakaja kuchukua mwaka elfu mbili kumi na sita kabla ya Moroko kufikia kile ambacho wamekifanya, tunakwenda kuangalia nafasi ya saba na ya nane ni nani na nani? nafasi ya saba, nafasi ya nane na nafasi ya tisa ni nani na nani? Nafasi ya saba inakwenda kwa Nelson Munganga. Nelson Munganga, Munganga huyu ni nyota ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Tabora United ya Tabora, ni kiungo wa chini, ni nyota ambaye alitamba sana kikosi cha Vita Club na alikuwa kama brother kwa Fabrice Ngoma. Ngoma anapiga dimba la juu, huyu bwana anapiga dimba la chini huyu. Mafanikio yake makubwa, ubingwa wa CAF mara moja kwenye kikosi cha CHAN cha DRC mwaka elfu mbili kumi na sita alibeba ubingwa wa CHAN. Nyota mwingine ambaye amebeba ubingwa wa michuano hii ya CAF ni Joyce Lomalisa Mutambala. Lomalisa Mutambala Joyce Lomalisa amewahi kutamba na klabu ya Young Africans ya Tanzania, na mwenyewe alikuwepo kwenye kikosi cha CHAN cha DRC mwaka elfu mbili kumi na sita. Lomalisa mwaka elfu mbili kumi na nne alikuwepo kwenye kikosi cha Vita Club kilichocheza fainali dhidi ya Entente Setif, kutoka kule Algeria, fainali ya kombe la shirikisho CAF CC mwaka elfu mbili kumi na nne lakini hawakufanikiwa kubeba ubingwa. Kwa hiyo hii inabaki ya kuwa pending. Tunachokijua sisi ni hiki cha 2016 kubeba ubingwa wa CHAN. Nyota mwingine ni Twisila Kisinda, Tuisila Kisinda. Kisinda alibeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika CAF CC akiwa na kikosi cha RS Berkane ya kule Morocco fainali wakicheza na Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Kwa hiyo tumefika katika nafasi ya tisa. Tunakwenda katika nafasi ya kumi na ya kumi na moja ni nane na nane wamesalia. Naam, tumepiga nafasi tisa ya nyota hao, wamesalia wawili. nani na nani unadhani? Twende katika ubao. Nyota ambao wamesalia mmoja, ambaye anashika nafasi ya kumi ni Sheikh Sidibe. Sheikh Sidibe. Sidibe ni nyota kutoka Senegal na Tanzania, alitambulishwa na klabu ya Azam FC na amecheza pale kwenye kikosi cha Azam, baadaye akawa ameondoka zake. Sasa Sheikh Sidibe alibeba ubingwa wa CHAN ya mwisho, CHAN ya mwaka 2023 iliyofanyika Algeria, na Sheikh Sidibe alikuwepo kwenye kikosi cha fainali ambacho alicheza fainali dhidi ya Algeria wakienda kwenye changamoto ya mikoaji ya penalty na Senegal, wakafanikiwa kubeba ubingwa wa michuano hiyo ya CHAN. Nyota wa mwisho wa kumi na moja katika orodha yangu ambayo niko nayo huyu si mwingine bali mwamba kabisa, anaitwa chiko ushindi wa Kubanza, chiko ushindi wa Kubanza, mwamba akiwa na kikosi cha TP Mazembe mwaka Elfu mbili kikosi cha TP Mazembe mwaka 2017 alikwepo katika ushindi wa mchuano wa wa michuano ya CAF Confederation Cup fainali, wakicheza dhidi ya Super Sports United, Super Sports United na walifanikiwa Mazembe kubeba ubingwa. Yes, ikawa ana taji lake moja la CAF, na huyo ana taji lake moja la CAF. Kwa hiyo hii ndio orodha kamili ya nyota 11 ambao wamecheza au wengine wapo bado waendelea kucheza hapa hapa Tanzania na wameshinda medali ya ubingwa wa CAF. Kwa haraka haraka, kama tutaorodhesha wote aa, kuna ulimwengu ulimwengu Thomas ameshinda, kuna Fabrice Ngoma, Fabrice Ngoma ameshinda kuna Mbwana Samata, Mbwana Samata ameshinda. Kuna Ngumbi Lei Ngumbi Matampi, Matampi ameshinda. Kuna Lomalisa, Lomalisa Mutambala. Pia kuna uh, Nelson Munganga, Nelson Munganga namba saba yupo Chiko Ushindi wa Kubanza, namba 8, Yannick Bangala namba 9, Twisila Twisila Kisinda na nambari kumi Deo Kanda nambari 11. Hivyo basi hawa ndio nyota 11 ambao wamefanikiwa kubeba ubingwa wa kombe la CAF ambalo uh, zipo kwenye ngazi ya timu za taifa, kwa ngazi ya klabu kwenye klabu mbalimbali kwenye mazingira mbalimbali, lakini uh, nyota hawa wamecheza ligi kuu ya Tanzania bara kwenye uh, vipindi mbalimbali, wengine walikutana katika timu moja katika kipindi kimoja, hivyo basi nyota ambaye tumemsahau kama unamjua na hapa tumemwacha basi, tutajie huyo nyota ni nani, na alicheza klabu gani, na ilikuwa mwaka gani, klabu ya nani, na klabu ya huko nje ambako alibeba ubingwa huo wa CAF. Tunafahamu kwamba sisi Tanzania bado hatuna ubingwa wa CAF. Dondosha comment yako hapo, taja nyota mwingine ambaye hapa hatujamweka na ameshinda ubingwa wa, wa mchuano wote ule wa CAF, iwe kombe la shirikisho Afrika, iwe liga mabingwa Afrika, iwe CHAN iwe Afcon, na yupo hapa, so dondosha komenti yako hapo chini, nitaipitia.